Kulikuwa na kijiji kimoja kilichoitwa Mwanzoni. Kijiji hiki kilikuwa katikati ya msitu mkubwa uliosifika kwa matukio ya ajabu. Humo kijijini aliishi kijana mdogo mwenye miaka 22 aliyeitwa Abduli. Abduli alikuwa mvulana mwenye bidii, lakini maisha yake yalikuwa ya kawaida kabisa. Alikulia na babu yake mzee Khalifa aliyekuwa mtaalamu wa masuala ya mila na tamaduni za kienyeji. Mzee Khalifa alikuwa na heshima kubwa kijijini kutokana na hekima yake, lakini alijulikana pia kwa maonyo yake ya mara kwa mara kuhusu msitu uliozunguka kijiji. Msitu huu si wa kawaida, ndani yake kuna viumbe vya ajabu, alikuwa akisema kila mara lakini vijana wa kijiji akiwemo Abduli waliona hadithi hizo kama visa vya kuwatisha tu. Siku moja Abduli akiwa njiani kutoka shambani alikutana na mwanamke mrembo ambaye hakuwa amewahi kumwona kijijini hapo. Mwanamke huyo alikuwa na macho makubwa ya kuvutia na sauti laini. Alijitambulisha kwa jina Amina. Amina alizungumza kwa upole sana na kumwambia Abduli kuwa alikuwa amepotea njiani akitafuta maji. Abduli akiwa kijana mwenye moyo wa kusaidia, alimwelekeza kwenye kisima kilichokuwa karibu. Kila alipozungumza na Amina, Abduli alihisi kitu cha ajabu, kama vile dunia nzima ilikuwa ikisimama. Alirudi nyumbani na kumwambia babu yake kuhusu mwanamke huyo, lakini mzee Khalifa, mara baada ya kusikia maelezo ya Abduli uso wake ulibadilika. E, Abduli mwanangu, hiyo haikuwa binadamu wa kawaida, huyo ni mmoja wa majini wa msitu huu, uwe makini sana. Abduli aliona maelezo ya babu yake kama mzaha. Alipuuza maonyo hayo na kuendelea na shughuli zake, lakini moyoni hakumtoa Amina. Ilipita na Amina alianza kujitokeza mara kwa mara kwa Abduli, mara nyingine akiwa msituni au pembezoni mwa mto. Kadri walivyoendelea kuzungumza, Abduli alijikuta akizama zaidi kwenye mvuto wa Amina. Walianza kuwa na uhusiano wa karibu na Amina aliahidi kumsaidia Abduli kufanikisha ndoto zake za kuwa tajiri. Lakini mambo hayakuwa rahisi kama Abduli alivyoamini. Kila alipokuwa na Amina, aliona mambo ya ajabu yakitokea. Mara aliona kivuli kikubwa nyuma yake, mara alisikia sauti za watu wasioonekana. Usiku mmoja aliamshwa na sauti ya Amina ikimwita kutoka nje ya nyumba. Alipofungua mlango, hakuona kitu isipokuwa upepo mkali ukivuma. Mzee Khalifa alianza kugundua mabadiliko kwa Abduli. Alipomuuliza, Abduli alimwambia kila kitu. Mzee Khalifa alihuzunika na kumwambia kuwa alikuwa amejiingiza kwenye matatizo makubwa. E, Amina si mwanamke wa kawaida Abduli, ni jini wa aina ya maridhio na ukimruhusu atakuteka milele. Usiku mmoja Amina alimtokea Abduli akiwa na uso wa huzuni. Alimweleza kuwa familia yake ya kijini haikupendezwa na uhusiano wao na walitaka kumwangamiza Abduli. Ei, lakini nitakukinga Abduli, mradi tu ukubali kuwa wangu milele, alisema kwa sauti ya kuogofya. Abduli alianza kuona uzito wa hali hiyo. Alimwambia babu yake, ambaye aliandaa tambiko la kumlinda mjukuu wake. Tambiko hilo lilihusisha vifaa vya kienyeji na maombi mengi, lakini haikuwa rahisi. Majini walikuwa wakali na waliapa kumwangamiza Abduli. Katika vita vya usiku wa giza, viumbe vya ajabu vilianza kumvamia Abduli na babu yake, lakini kwa msaada wa tambiko na nguvu za kimila walifanikiwa kuondoa baadhi ya nguvu za Amina. Hata hivyo, Amina alimwonya Abduli kwamba mapenzi yao hayawezi kufa na atarudi siku moja. Baada ya tukio hilo, Abduli aliendelea kuishi kwa tahadhari kubwa. Aliacha kwenda msituni na maisha yake yakawa ya utulivu wa mashaka. Mzee Khalifa alimfundisha mjukuu wake zaidi kuhusu mila na njia za kujikinga na nguvu za giza. Lakini kila mara usiku ulipoingia, Abduli alihisi kama macho ya mtu yakiangalia kutoka mbali. Alijua kuwa Amina bado yupo akimsubiri kufanya makosa, na kijiji cha Mwanzoni kiliendelea kusimulia hadithi za kijana ambaye alipendwa na jini, lakini aliweza kupambana kwa msaada wa hekima ya babu yake. Je, Amina atarudi tena? Hilo lilikuwa swali lililobaki kichwani mwa kila mmoja.